Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu, naitwa Deborah Mwangomo, ni licensed professional counselor associate wa Nevet counseling center iliyopo Dallas Texas. Nevet counseling center ni kituo cha kutoa ushauri na saha na pia tunatoa elimu ya afya ya akili kwa wasikilizaji wetu mahali popote pale walipo. Tafadhali usipite kwenye chanel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Kipindi kilichopita tulianza masomo kuhusu hasira, tukaona namna mbalimbali za watu wanavyoonyesha hasira. Kuna watu wanaonyesha hasira kwa namna ya kulipuka, wengine kwa kuzificha ndani, wengine kwa kujidhuru na wengine kwa namna za kujificha ficha, za sirisiri zisizokuwa wazi, yani passive aggressive behaviors. Leo tunaendelea na somo kuhusu hasira na tutaona madhara ya kukaa na hasira au kutunza hasira Hasira kama nilivyosema pia last time ni kwamba ni hisia ambayo kila mtu amepewa kwa ajili ya kujihami, kwa ajili ya kujikinga. Ni defense mechanism, iko pale kwa ajili ya kutu defend na hatari, kututetea na hatari. Kwa hiyo ni kwamba unapo mwili ubongo wako unapohisi kama kuna hatari, au kuna kukosekana kwa usalama, ni kwamba eneo lako la hisia litaamshwa, automatically linaamshwa kwa ajili ya kukuweka katika hali ya kujihami. Ndio hapo mtu unajihami kwa namna mbalimbali mbali. Wengine kwa kukimbia, wengine kwa kupambana, uh, wengine, uh, hata kwa kujifanya kupotezea kuona kama kamaona hatari, ndio namna anavyo respond naye. Kwa hiyo hasira ao hasira kwa ajili ya kututetea. Kwa hiyo ukitumia vizuri, ni ukweli itakudefend vizuri, na ukitumia vibaya itakuletea matatizo makubwa ambayo usinge yapenda kwa kawaida. So, um, hasira pia huwa ina ikitokea kutokea hizo triggers, vitu vinavyochochea hasira, ni kwamba kemikali kwenye ubongo zinabadilika. Ulikuwa kwenye hali ya utulivu, lakini kukitokea uh, eneo la eneo la hisia likihisi kama kuna hatari, ni kwamba kemikali zitabadilika kwa ajili ya kukuandaa kwa ajili ya mapambano na hizo hasira. Na utajuaje kama kemikali kwenye ubongo zimebadilika? ni kwamba ubongo na mwili, akili na mwili, vina mawasiliano. Kila kitu kwenye ubongo kina mawasiliano, kwa hiyo, ni kwamba kutatumwa signal kwenye mwili na utaona dalili za kubadilika kwa kemikali kwenye ubongo kwenye mwili wako, utazihisi kwenye mwili wako. Ndio hapo unakuta watu wengine, alikuwa ametulia tu, lakini imechokozwa, unamwona sauti imebadilika, ameanza kuwa na sauti kubwa ghafla, au mwingine majasho yameanza kumtoka, mwingine tumbo linaanza kumsumbua, mwingine anaanza kubadilika kuwa mwekundu, mwingine atafanya kila mabadiliko ambayo ambayo hayakuwa hivyo kabla hajapata hasira. Kwa hiyo ukiona mabadiliko kwenye mwili, imetokea kwa sababu ya umekasirishwa umepata hasira, ujue tayari kemikali kwenye ubongo zimebadilika, na unaandaliwa kwa ajili ya kupambana na kitu ambacho kinakusababishia hasira au na kitu ambacho kinahatarisha usalama wako kihisia. So ndio maana kemikali kwenye ubongo kubadilika, unaweza ukazitambua kwenye mwili wako na reaction zako. Sasa ni sababu gani ambazo zinafanya watu wasumbuliwe na hasira? Kuna sababu mbalimbali mbali za watu kusumbuliwa na hasira. Naongelea wale watu ambao wanasumbuliwa na hasira, nasema kila mtu ana hasira, lakini kuna watu ambao tunasema wanasumbuliwa na hasira kwa sababu they can't control, hauwezi kutawala hizo hisia za hasira. ni kwamba wengine wanasumbuliwa na hasira kwa sababu ya complex trauma. complex trauma trauma ni unyanyasaji ambao mara nyingi unatokea kwenye familia, kwenye mahusiano Uh, mtu ambaye amepitia complex trauma ni yule ambaye, mfano labda, mme memnyanyasa mke au mke memnyanyasa mme au wazazi wamenyanyasa watoto. Yule anayenyanyaswa ndo tunasema ame experience complex trauma. Ni kwamba uh, anakuwa na hasira kwa sababu siku zote ni kwamba mwili wake, akili zake zilikuwa zinakuwa activated, alikuwa anaona hajisikii -ha, salama wakati wote. Kumbuka ile malezi yangu kwamba usipojisikia salama ni kwamba unakuwa activated. kwa hiyo alikuwa anakuwa activated wakati wote, kwa hiyo mwili wake uko kwenye survival mode siku zote, ndio maana yuko hivyo, anakuwa na hasira kwa sababu bado anakuwa kwenye survival mode. Complex trauma inaharibu watu kwa muda mrefu, mfano watoto walio lelewa na wazazi ambao wamewanyanyasa au wamewafanya wasijisikie watu, watu, salama nyumbani ni kwamba hata akiondoka nyumbani kwako bado atakuwa kwenye hiyo survival mode kwa sababu tayari mwili wake umeshakuwa tuned kutojisikia salama, yaani yuko kwenye survival mode, kwenye mode, yuko kwenye hali ya kujihami muda wote. Kwa hiyo atakuwa hivyo, anasumbuliwa na hasira muda wote mahali popote, mpaka atakaposhughulikia hizo hasira. Sababu nyingine ya kusababisha watu wao wanashindwa kutawala hasira ni ulevi, uh, ulevi una kawaida ya kuharibu thinking part of the brain. Ni kwamba unadhoofisha una umongo wako wa mbele wa kufikiria, kwa hiyo na utafanya kwa ufikirii, kwa hiyo na maana kama ufikirii, then hasira, pia watu wanafanyaga mambo kwa hasira kwa sababu hawafikirii. Kwa hiyo ulevi una uhusiano sana na hasira kwa sababu unazuia kufikiri kwa akili. Alafu jambo lingine linalosababisha hasira ni matatizo ya afya ya akili. Mfano, tunaona kuna watu wanaokuwa na bipolar wanasumbuliwa sana na hasira, aaa, watu wanaokuwa na ADHD, wanaokuwa na OCD wanaokuwa na borderline personality disorder, wanaokuwa na IED, inaitwa intermittent explosive disorder. Hii ni uh, disoda ambayo watu wanalipuka sana na asira. Anakuwa tu na vipindi ambavyo watakuwa wanalipuka na asira sana sana sana, anafanya mambo makubwa ya e mabaya ya kufedhehesha kabisa. Ni disorder ya kusumbuliwa na asira. Alafu, um, watu wengine wanasumbuliwa na hasira kwa sababu pia wanakaa kwenye stressful environment, kama wanakaa mazingira ambayo yana stress sana. Stress waga inaharibu emotions pia. Kwa hiyo ni kwamba mtu atakuwa anasumbuliwa na kucontrol hasira kwa sababu yuko kwenye stress kila wakati, na stress zinaharibu sana hisia. Alafu uh, kusumbuliwa na hasira pia kunaweza ukasababishwa na kupungua kwa gray matter kwenye prefrontal cortex, ubongo wa mbele. Grey matter ni kemikali ambazo mojawapo ya kazi yake ni kucontrol hisia. Kwa hiyo zikipungua kwenye ubongo wa mbele ambao unahusika na kufikiri na kufanya maamuzi, kufikiria kwa akili. Ni kwamba zikipungua hapa ina maana hufikiri tena kwa akili, unafikiria kwa hisia na ndio maana labda unakuwa na hasira kwa sababu una upungufu wa grey matter. Sasa ni madhara gani ambayo yanaweza kukupata kwa sababu ya kuwa na hasira? Ni kwamba ambapo ndio somo letu la leo, ni kwamba hasira zina sababisha hatari ya magonjwa. Kuna research ambazo zimefanyika zinaonyesha kama hasira zinahusiana na magonjwa kama magonjwa ya moyo uh, high blood pressure, alafu magonjwa ya vidonda vya tumbo. Wengi sana wanaokuwa na kasirika wanasumbuliwa sana vidonda vya tumbo, alafu magonjwa ya ini na magonjwa mengi sana ya kimwili ambayo yanasababisha watu, yanasababisha wanakusumbuliwa na hasira. Jambo jingine ni kwamba hasira zinaharibu mahusiano kwamba mtu mwenye hasira sana hivyo atakuwa na mahusiano ambayo hayako stable, ni kwamba anashindwa kutunza mahusiano au hawezi pia kuanzisha mahusiano kwa sababu ya hasira. Either watu wanamkimbia kwa sababu ya jinsi alivyo, wanaomuepuka, au pia na yeye anaepuka watu kwa sababu anagombana na kila mtu na kila mtu anaonekana kwake kama ni mtu mbaya. Kwa hiyo anaamua labda akae peke yake kwa sababu labda kila mtu ni mtu mbaya, kwa hiyo anaamua akae peke yake. Na upweke sio kitu kizuri kwa afya zetu za akili. Kuna madhara sana makubwa ya kukaa na upweke kwa sababu a uh, sio kitu kizuri. Alafu hasira zinalitaga watu kusumbuka na majuto sana sana kwa sababu unapokuwa na hasira ni kwamba hufikiri kwa akili, unafikiria kwa hisia ambazo zinakutuma kufanya vitu bila kufikiri. Kwa hiyo a uh, utafanya mambo bila kufikiri na unaweza ukafanya mambo mengine makubwa sana au ukafanya maamuzi ambayo yatakusababisha ujute siku zote za maisha yako au usiwe na raha kabisa kwa sababu ya kutumia hasira vibaya. Pia asira zinasababisha watu wakae okay, na aibu siku zote kwa sababu nimesema ni hisia ambayo unafanya bila kufikiri, kwamba ubongo wa mbele umeshati, unatumia ubongo wa hisia kufanya mambo. Kwa hiyo ni kwamba uh, na mara nyingi asira inakuja kwa kipindi kifupi tu. Uh, ni watu wachache sana ambao watalipuka kwa muda mrefu au utakuwa passive aggressive kwa muda mrefu, ni kwamba ni kwa muda mfupi tu. Kwa hiyo unakuta mtu atasumbuliwa na aibu kwa sababu wa utafanya kitu kwa asira, alafu baadae ukitulia a kanako unaanza kuona jamani, kumbe kile kitu nimekifanya hakistahili kabisa. wamuzi, ulikuwa mbaya sana. na aaaauasubulia kama amefedheheka au ameaibika sana kutokana na asira na majuto, maybe mawazo yako maw maamuzi uliofanya ulipokuwa na hasira alikuwa ni mabaya. Kwa hiyo sikungi, unakosa hata kujiamini kwa sababu pia labda unaona pia watu labda hawaku yani, pia nao hawakuamini tena, au wanakuona kama hauko sawa sawa sana. Kwa hiyo mtu anakosa kujiamini kwa sababu ya kutumia hasira vibaya. Jambo jingine ambalo ni madhara ya kuwa na kutukukana hasira ni kwamba zinaleta sana anxiety, ambayo ni hofu, depression, ambayo ni sonona, na madhara ya kujiua Uh, ni makubwa sana kwa watu wenye hasira. Watu wengi wanajiua sio kwa sababu wana furaha, ni kwa sababu ya hasira. Wamekasirika na hawaoni sababu tena ya kuendelea, kwa hiyo wanaamua kujiua. Kwa hiyo hasira sio kitu kizuri sana kumtunza, kwa sababu ina madhara makubwa sana kwenye akili na kwenye miili yetu. Ila pia napenda kukwambia wewe, mtu msikilizaji wangu ambaye unasumbuliwa na hasira, kumbuka kuwa watu wote hapa duniani hamna mtu aliyemkamilifu. Watu wote inawezekana kila mtu anasumbuka na kitu fulani na tabia fulani ambayo sio nzuri ambayo yeye mwenyewe anajua sio nzuri, au watu wengine wanamwambia sio nzuri. Kwa hiyo jipe moyo, kwa wote sisi ni work in progress. Wote ni watu ambao tuko ni kazi, tuko bado tunatendewa kazi. Yani, bado ni kazi inayoendelea. Kwa hiyo kama uko tayari kubadilika na kuachana na tabia za kuwa na hasira, bado inawezekana kabisa kuachana na tabia ya kushindwa kutawala hasira. Tafuta msaada, utakusaidia jinsi ya kuweza ona hasira na utakuwa ni mtu mzuri. Ni kitu ambacho unaweza kujifunza jinsi ya kucontrol, na ukisikiliza na ukifuata hivyo vitu vita kukusaidia sana kucontrol hasira. Ni watu wengi ambao wanaweza kucontrol hasira zao, na wakawa ni watu wazuri tu, wakapata tena heshima zao na wakaacha hata kugombana gombana na watu. Kwa hiyo usikate tamaa, uh, endelea kunisikiliza na kama umependa hii channel usiache kusubscribe na pia kushare video zetu ili watu wengi pia wajifunze jinsi ya kuweza ku kufahamu hasira, kujifahamu, na baadaye kufahamu jinsi ya kuweza kukopa na hasira. Somo letu litaendelea kipindi kijacho. Stay tuned. Asante sana.